Tukio letu la leo ni tukio muhimu la kuchangia matibabu ya watoto ambao wana matatizo ya moyo na kupitia GSM Foundation leo tutaweza kukabidhi hundi yenye thamani ya shilingi milioni hamsini ikiwa ni sehemu ya mchango wetu uh, kama taasisi mbili hizi ambazo zimekuja pamoja Young Africans na GSM Foundation. Ndugu zangu, matibabu ya moyo kwa mtu mmoja ni shilingi milioni nane. Niko sahihi, daktari? Ndiyo, milioni 8 kosa, milioni 50 inakwenda kutibu watoto wachache sana katika idadi ambayo tumepewa hapa taarifa na daktari. Zaidi ya maelfu ya watoto na Watanzania kwa ujumla wanaugua matatizo ya moyo. Hiki tunachokitoa ni kidogo sana ukikompea na idadi ya wagonjwa hao. Sasa nitoe wito kwa watu wote Uh, individual na taasisi, vilabu vya mpira, makampuni mbalimbali tuje tuokoe maisha ya watoto na watanzania wenzetu katika tatizo hili la ugonjwa wa moyo. Hiki tulichokitoa ni kufungua mlango tu, lakini hakikidhi asilimia hata mbili ya kile ambacho kinahitajika kutokana na tatizo ambalo linawakuta watanzania wenzetu. tukikaa kimya hatutaweza kusaidia jamii na tutapoteza watoto. Tumeambiwa Mheshimiwa Rais anatoa almost 70%. Ndabakia 30%. Ya 30% tunatakiwa tuikave sisi na ikiwezekana twende beyond 30%, ili kumpunguzia Mheshimiwa Rais jukumu hilo la kusupport eneo hili moja, na matokeo yake fedha zielekezwe kwenye maendeleo ambayo sisi wote tunahitaji. Kwa hiyo nichukue fursa hii nirudie tena kwa kusema kwamba mahitaji ya kuhudumia matatizo ya moyo ni makubwa sana na sisi kwa pamoja tukishikana mikono tunaweza kupunguza kama sio kulimaliza kabisa tatizo hili la moyo. Dr. Kisenge ametueleza hapa ya kwamba katika ukanda huu wa Afrika Mashariki na Kati JKCI ndio taasisi namba moja. Nini maana yake? Maana yake ni kwamba hatuna shida ya taaluma wala hatuna shida ya utendaji katika kufanikisha kupona kwa magonjwa hayo. Shida hapa ni fedha, shida ni fedha. Ingekuwa daktari hapa anatueleza kwamba kuna mapungufu ya taaluma, kuna mapungufu ya vifaa, tungesema hapa kazi ni ndefu zaidi, lakini kwa sasa sisi kama ni namba moja kwenye ukanda huu wa Afrika Mashariki na Kati, maana yake taaluma tunayo, vifaa tunavyo, kilichobaki hapa ni fedha kwa ajili ya kugharamia matibabu haya. Kwa hiyo nitoe tena rai Tushiriki tu, tu kwa kiasi kikubwa kuhakikisha tuna raise funds ya kuokoa maisha ya watoto hao. Na sisi kama Young Africans pamoja na ushirika wetu na GSM Foundation, tutaendelea kushiriki kuhakikisha kwamba kila mwaka basi angalau hiki tunachokitoa kiongezeke zaidi hapa. Lakini Young Africans kupitia pia dara zake za habari, na muona mkurugenzi hapa alikamwa, tuendelee kufanya tuongeze taaluma kwa watu tuonyeshe tatizo hili ni kubwa kiasi gani kwenye jamii, tuonyeshe mahitaji ni makubwa kiasi gani, ili tuweze kuwafikia watu wengi kiwapa taarifa. Definitely, watu wachache wanaweza kujitokeza kwenda kuokoa, kama sio wengi. Kwa hiyo Ali unalo jukumu kubwa la kujulisha jamii kuhusiana na shida iliyokuwepo, ili kutoa nafasi kwa watu wengi kuwa na taaluma hii na taarifa hii ili waweze kushiriki. Mwisho, ni chukua fursa hii pia kuwapongeza washirika wetu GSM Foundation kwa mchango huu ambao ni mwanzo. Bahati nzuri mimi nakaa kwenye bodi ya foundation, nataka nikuhakikishia dokta, tutaongeza kile ambacho tumekitoa mwaka huu kwenye mwaka ujao yeah. Na tumshukuru sana mheshimiwa kaka yetu Mr. Ghalib Said Muhamed kwa mapenzi yake kwa watoto hawa na kuona sehemu ya mapato yake ayalete hapa kwenye kuokoa maisha ya watoto tumwombee na familia yake na biashara zake mafanikio, ili tuendelee kunufaika na, na, na msaada wake. Mwisho niwapongeze sana Dr. Kisenge na timu nzima ya JKCI na washirika wenu kwa kazi nzuri mnaifanya, awareness imeanza kuwa kubwa. Nimeona umetumia platform kadha wa kadha kuhakikisha Watanzania wanapata taaluma ya nini kinafanyika hapa. Lakini pia nimepokea uh, maombi ya kiongozi au maelekezo tulete wachezaji wetu hapa waje kupimwa. Na sisi mwanzoni mwa msimu huwa tunafanya medical check ambayo ni a very detailed medical check, na moja katika eneo muhimu sana ni kupima afya ya moyo. Kwa hiyo niseme, wachezaji wetu wa klabu ya Young Africans msimu ujao watakuja kufanya vipimo vya vyao vya moyo hapa kwetu.